Leo napenda tuzungumze katika swala la kufanikiwa, kufanikiwa katika kimaisha. Hiyo issue ya kufanikiwa haianzi tu imetokea ghafla, inaanza katika vitu vidogo vidogo, kama hii leo. Mimi leo nimefikiria hii, nimechelewa sana. Kwa hiyo kuwai, kuwahi kuamka ni jambo ambalo linafanya mtu afanikiwe mapema kuliko yule ambaye anachelewa. Unajua ni kwa nini? hivi vitu vidogo vidogo, ukiamka asubuhi lazima kukama, kama kama wewe ni mfanyakazi au muuza duka mfanya nini. Kama kwa mfano ukichukua uuza duka asubuhi na mapema, unawapata wale wateja wa kwanza ambao wako smart, mambo yao yamenyoka, wanafanya vitu vyao mapema, wanaendea mambo mengine. Ukichelewa tu hiyo, umekosa wewe. Jiulize kwa nini? Asubuhi mapema, asubuhi kabla hata jua lijawaka, uh, ndege wameshaamka, wameenda kutafuta chakula. Kwanini? Wanajua kabisa asubuhi ndio minyoo wanakuwa wanapatikana, mchana minyoo wanakuwa wanapatikana wa, wamefichama kwa kutokana na hali ya joto. Kwa hiyo kuamka asubuhi ni muhimu sana, ni muhimu sana, sana, sana, sana, sana. Mwana, kwa sababu utachukua advantage ya wale ambao wanachukua wanachelea kuamka. Kwa hiyo wewe ndio utakuwa umepata opportunity ya kupata pesa mapema zaidi. Ala, bye bye, hii ni video yangu kwanza na mambo mengine yatafuata, nitakuwa na post Karibia kila siku, kila siku nitakuwa nakuja na idea mpya. Goodbye.